Maeneo matatu ya uchovu kwenye maisha ya mwanadamu. Eneo la kwanza ni uchovu wa mwili. Mwanadamu anachoka mwili. Yohana 4:6. Hata Yesu mwenyewe alichoka. Yohana 4:6. Na hapo palikuwa na kisima chokopo. Na hapo alikuwa na kisima. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, Akaketi vivi hivi, Akaketi vivi hivi kisimani. Kisimani. Naye alikuwa yapata sana, ilikuwa ni saa sita mchana. Kwa tunaona Yesu mwenyewe alichoka kwa sababu ya safari, huu ulikuwa ni uchovu wa kimwili, kwa mwili unachoka wapendwa, na ndio maana wengine na hubiri wanasinzia kwa sababu wamechoka. Kwa eneo la kwanza la uchovu mwanadamu ni uchovu wa mwili. lakini umechoka. Yesu mwenyewe pia alikuwa amechoka kwa sababu ya ile safari aliyokuwa ametembea, amezunguka alikuwa amechoka, uchovu wa mwili. kumi na mbili kumi na mbili Tena zaidi ya hayo, tena zaidi ya hayo, mwanangu, mwanangu, kubali maonyo, kubali maonyo. Hakuna mwisho wowote, hakuna mwisho wowote wa kutunga vitabu vingi, wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana, na kusoma sana anasema kuchosha mwili kwa. Mwanangu kubali maonyo zaidi ya mwanangu, kubali maonyo, hakuna mwisho wa wote wa kutunga vitabu vingi na kusoma sana, kunachosha kwa mwili, unachoka. Kazi inachosha mwili, na maandiko yanatuonesha moja ya kazi ngumu mbili Yani, hizo ndo hata bila hiyo najua ni kazi ngumu ya kwanza huwa ni kulima. Watu wengi hapa wapendi kulima, unaona wanapenda kulima hawapendi kulima. Ni kazi ya kuchosha. Yule jamaa saya kufukuzwa na tajiri wake asema, eh, baba ntafanyaje? Maana kulima siwezi. Kazi nafukuzwa kwani nagopa kulima. Kulima ni kazi ngumu. Sura ya kwanza wana Israeli walifanyishwa kazi gani? Kulima, mbili kufyatua tofali. Kazi ya ujenzi ni kazi ngumu, zinachosha mwili. Eneo la kwanza la uchovu wa wanadamu ni eneo la uchovu wa mwili, lakini eneo la pili la uchovu wa wanadamu ni uchovu wa nafsi. Ayubu kumi moja uchovu wa nafsi. Ayubu 11. Eneo la pili la uchovu wa wanadamu ni uchovu wa nafsi. Nafsi ya mwanadamu naweza ikachoka. Ayubu kumi moja anasema, anasema, nafsi yangu inachoka na maisha yangu. na maisha yangu sitajizuia na kuugua, sitajizuia na kuugua, nitanena kwa uchungu wa roho yangu. Nafsi yangu inachoka kwa maisha ya kwa nafsi ya mtu ndani yake inaweza ikachoka Nafsi ikichoka unazungumzia eneo la hisia. Mtu amekuwa ameanyaswa, ameonewa, anafika sehemu nasema na ha, hapa ni mwisho, nimechoka. Mtu amekuwa kwenye mahusiano, amemtesa, namwambia ni hapa hapa, nimechoka, siwezi kuenda zaidi. Hapa nafsi yake imechoka. Nafsi iliyochoka tunaona kwenye hisia, tunaona kwenye maamuzi, tunaona kwenye utashi akatuonesha nafsi iliyochoka kilichochoka nafsi yake, hisia zake zimechoka, hawezi kufanya mambo sawa vizuri, hawezi kufikiria vizuri. Nafsi yake imechoka. Kwa nafsi ya mtu inaweza ikachoka. namba tatu, roho ya mtu inaweza ikachoka, roho ya mtu inaweza ikachoka. Yeremia 31:25. Yeremia 31:25. Yeremia 31:25. Nasema, hmm. Yeremia 31:25. Ndio. Kwa maana nime, nime, nimeishibisha roho yenye uchovu. Nimeishibisha roho yenye uchovu. Nami nimejiridhisha kila roho yenye kila roho yenye huzuni, kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu. Kwa roho ya mwanadamu inaweza kachoka, roho yako inaweza ikachoka. Roho uzito kabisa ikaishiwa nguvu, kwa watu wanaishiwa njia kwa sababu mara nyingi wanachoka wanachoka roho, wanachoka nafsi, wanachoka na mwili, alafu wanahisi kuishia njiani, wanashinda kumaliza. Roho iliyochoka haiwezi kaomba, roho iliyochoka haiwezi kafunga, roho iliyochoka ikamata neno Lori iwezi katoa mana mana ni kama magazeti. Roho iliyochoka haiwezi ikatoa sadaka, maana haioni maana sadaka nini. Roho imechoka utaishia njiani kwa, kwa sababu roho yako imechoka.